Twendeni tuwaeleze wananchi ukweli, kwamba rais ni rais kwa mujibu wa katiba na kwa muda uliowekwa na katiba. Bunge ni bunge lilowekwa kwa mujibu wa katiba lenye muda wa uhai, na muda wake umeisha, lazima tuwapate wabunge wengine. Madiwani wapo kwa mujibu wa katiba kwa mujibu wa sheria, wana muda wao. Hatuwezi kucheza eti kwa sababu tunataka kukidhi kiu na matarajio ya watu ambao hawakujipanga vizuri na wakati fulani, cha ajabu kabisa, watu walikuwa wanasema, rafiki yetu mmoja alikuwa anasema Chauma, sijui nani, plan B ya CCM, sijui nani, plan B ya CCM. Ngoja niwaulizeni hivi, wale waliohama Chadema kwenda Chauma walikuwa na CCM? Waliohama Chadema kwenda Chauma walikuwa CCM? Lakini ni rahisi sana kuinyoshea kidole CCM, wakati ambapo unajua kabisa kwa uwazi kwamba kile chama leo kimeenda kupewa nguvu na kundi lililotoka lilokuwa linamuunga mkono Mboe, limehamia kule ambalo lilikuwa limtaki Tundu Lissu. Alafu watu hawasemi wala hawaandiki kwamba sasa chauma ni plan B ya, ch ya, ya, ya Chadema. Kwa reform, wanaotaka mabadiliko walete mapendekezo tu. Nafasi ya kuzungumza ipo, na Dr. Samia Suluhu Hassan amesema nafasi ya kuzungumza leteni hoja, tutazungumza. Sasa kuhusu swala la unazungumziaje, ja utekaji. Unajua, ngoja niwaambieni sasa, sijui nikizungumza kwanza. Utekaji ni jambo la hovyo, lifanywe na mtu binafsi, lifanywe na kundi la watu, lifanywe na serikali, lifanywe na mtu yoyote yule ni jambo la hovyo, ni jambo lisilozingatia misingi ya utu. Lakini lawama zinazoelekezwa sasa ni kana kwamba serikali ina kundi la watu ambao kazi yao ni kuteka. Hasa kama ungekuwa wanateka wale wanaokosoa, si nami ningetekwa? Kama kuna mtu ameikosoa chama hiki, Serikali hii mimi ni moja nataka kusema hivi, hatukubaliani na utekaji wa mtu yeyote, lakini nadhani ni muhimu tukajua nani hawa wanaofanya hivi. Nadhani kila mwananchi, ni rai yangu kwamba kila mwananchi anaye, aliye na habari kwamba kuna raia ametekwa na anamhisi kwamba aliyemteka an, anajua aliyemteka ni fulani, ni vizuri watu wawe na ujasiri. Unajua, shida yetu ni kwamba wakati mwingine tunakuwa waoga wa kutaka kunyoshiwa vidole. Wakati mwingine vitu hivi vina gharama, gharama ya kutoa ushirikiano kwa vyombo ili huyo mhalifu aweze kupatikana. Lakini tukinyamaza tu, hivi kweli serikali itajua tu nani kamteka Sendeka, kule porini Simanjiro, akitembea kwa sababu tu ametekwa kwenye eneo ambalo hala hamna kituo cha polisi? Tutalaumu tu serikali kila mahali. Kwa mimi nasema vita vya utekaji lazima vipigeni, vipigwe vita tuvipige vita wote. Watanzania wote waungane kuvilaani, kuvipiga vita na kwa kweli, kujiandaa kimkakati kuhakikisha kwamba watekaji hawawezi kupata nafasi katika nchi yetu, wawe wanatoka kwenye kundi lolote. Kitendo hiki ni cha hovyo, akiwezi kuvumiliwa na akistahili kuwepo katika nchi kama hii inayothamini misingi ya haki na utu.